Watu wameweza kulaumu kitendo cha bilinafsi kuposti video hii, ambaye wengi wakisema kwamba hii ni video ambayo imetengenezwa kwa AI na sio video halisi. Je, hili jambo no kweli? ndani yake nawebo, ungana name mwanzo hadi mwisho ukatazame hizi video za Bilinasi tuweze kutambua ni za AI au ni video za kweli. Mapema siku ya majira ya jana jioni, msanii wa muziki wa kizazi kipya Bilnas ambaye alichomewa duka lake electronics, kwa maana ya simu, laptops na vifaa kama hivyo ambavyo vinatumia nguvu ya umeme, so ameweza kushea video hizi, ambapo ameweza kuonesha pesa nyingi sana zikiwa zimechomwa na moto, lakini pia laptops ambazo zimeharibika. Laptop hizo ni za bei kwelikweli, lakini ameweza kuzionyesha na kushea E, kuonesha ni kiasi gani ameweza ku, e, kupoteza mali za gharama kwelikweli. Na video hizi takriban ziko nyingi sana, nitaenda kuonesha zote, na kuna maneno alikuwa anaongea e, akiwa anaonesha katika video hizi. So video hizi zimeweza kushangaza watu wengi sana e, kwa hichi ambacho ameweza kukishia msanii huyu Bilnass Belenga, mume wa Nandi so, Uh, nimtazama hichi ambacho ameweza kukishare lakini baada hapo tutarudi kusoma comment na maoni ya wadau yalikuwa yanasemaje kufuatia hizi video za Bilnas Bilenga. Tazama hii afu baada ye hapo tutarudi tuje tusome maoni ya watu walikuwa wanasemaje. Laptop zote zimeungua. Zote. Zote. Mm -hmm. Laptop zote. Zote. Zote. Zote. Zote zimeungua.

Natumaini umekwisha kutazama hizo video sasa, atudi katika upande wa comment section, tuone wadau walikuwa nasemaje. Huyo anaitwa 32 of Amo kaweza kusema kwamba video mjongeo zimetengenezwa na AI. iPhone 17 eh, eh, kuchomesha bei gani? Mwingine kaweza kusema kwamba muongo hizo ni AI video. Mwingine kaweza kusema kwamba pole sana bro. Hakuna eh, ka iPhone kingine unipe hapa Mwingine kaweza kusema kwamba sema watu e, kutoka nje wamefanya uharibifu e. Mwingine kaweza kusema kwamba tarehe ilikuwa ni ya maajabu kweli kweli. Mwingine kaweza kusema kwamba eh, tapata iPhone kumi na saba plani iliyochomeshwa maana iliyoungua ni jau. Mwingine akeza kusema kwamba kwani anataka tumhurumie? Kwanza si mlisema e, kafuta iji yake kapoti wapi? Mwingine akeza kusema kwamba kwa hiyo kwa mnaenda kuzitupa wapi hizo iPhone? Huyu mwingine akaweza kusema kwamba we are extremely happy. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba, uh, njoo uone simu za makombolelo huku. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba hizi ni AI. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba ifoni za kubanika eh, yani video. Mwingine akaweza kusema kwamba hii mbona ni kama AI. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba sema watu kutoka nje da, kwa nini wafanye hivi? Mngeza kusema kwamba e, wali waliochoma moto wameniangusha sana. Walishindwa hata kubeba hizo pesa. Mngeza kusema kwamba si walisema ni AI. Mngeza kusema kwamba ndugu zangu, mkiandamana msichome vitu mwendo kasi mpaka leo e, zinaniliza. E, zina. Huyo mwingine angeweza kusema kwamba miboksi mitupu hiyo wamefanya biashara ya electronics kwa simu na PC. Hawachagi mzigo dukani, bora awache pesa. Wanaweka boksi chaji makava smartwatch na vitu vidogo vidogo. Huwezi ukaacha simu ya milioni kumi na saba kwenye fremu ya laki sita inaolindwa na Mmasai. Mngeweza kusema kwamba wanafunzi em, haya <laughs> kaweza kuandika komenti ngumu kweli kweli, hu mngeweza kusema kwamba mbona hawakuchoma ila, walibomoa wa, bomoa wa tu na kuiba au alikuwa na kibanda kingine cha mabati. Hizo ni baadhi ya komenti za dawa ambazo walikuwa wanazungumza kufuatia hii video ya Bilnas Bilenga, wengi wakilaumu hii si video ya halisi, kwa maana ni video ambayo imetengenezwa na AI. Lakini mimi nikitazama kwa mauzo ya kawaida, video ya AI inajulikana, lakini hii ni video halisi kabisa ya Bilnas ambaye ameweza kuiposti, sio AI kwa upande wangu. Oh, join us. The House of Trends.